Anike kaunti nambari nane ambapo mgogoro mpya umeibuka ndani ya ukoo mkubwa wa Kisomali wa Ogaden kufuatia kutawazwa kwa sultani mwingine wiki hii huko Wajir. Hatua hiyo inazuia madai ya jamii ambapo kuingiliwa kisiasa, kwani tayari kuna sultani aliyetawazwa na wazee mwaka jana. Hashim Jamal ana maelezo zaidi. Mfumo wa usultani wa Wasomali ambao kwa karne nyingi umesimamia umoja, utatuzi wa mizozo na utambulisho wa kitamaduni umejikuta kwenye msukosuko. Hii ni licha ya kwamba jamii ya Bahgeri ya ukoo wa Ogaden tayari ilikuwa imesikilizana kuungana na kumtawaza Sultan wao, Sultan Bishar Sultan Abdi Muhammad Damei mnamo tarehe 5 Mei mwaka 2024 katika sherehe iliyokubalika na wazee, lakini wikendi hii kikundi cha wanasiasa kilifanya sherehe nyingine huko Wajir ya kumtangaza sultan mpya wa jamii hiyo, hatua ambayo imezua upinzani mkali kutoka kwa wazee wa jamii. Sisi tumeteua sultani ili aunganishe community, community wewe unity, wewe na peaceful, chochote ambayo inatokea kati ya community na sultan hana huziano na siasa yoyote. Sultan tunateua asa jamii kuunganisha community ile shida yote ambayo inatoka kati ya community sultan na wa wasaidizi wake wanatatua hiyo shida ili community wawa unity okay. Na sisi mambo ya siasa, hauhusiani na mambo ya siasa na ile ceremony ilifanyika juzi hapa sis e, ilikuwa namna ya kugawanya jamii kungane, ku, ku, kutenganisha jamii na, e, na, na sultan ya, ya, ameteuliwa kwa ajili ya, ya siasa. Hiyo ceremony tunapinga, tunasema hiyo hatuzani atuuziani na sisi asaaba community of, community of, Bahgeri, community of Ogaden, community a haina uziano yoyote na, na, na, na yoy, ku iliyofanyika hapo. Wazee wanasema uongozi wa jadi ni takatifu ambao haupaswi kutumiwa kama chombo cha kisiasa. Kwa sasa, wanajamii wanatoa wito wa utulivu, wakihimiza viongozi waheshimu taratibu za kiasili na kuwaachia wazee waongoze maswala hayo. Wakati mjadala ukiendelea wazee wa Bahgeri wanasubiriwa kuamua kama kutawazwa huku kutasimama au uongozi wa awali utasalia, lakini kilicho wazi ni kwamba usultani wa Wasomali unasalia kuwa taasisi yenye mamlaka makubwa kwa jamii hii. Nikiripoti kwa runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Wajir, mimi ni Hashim Jimal. Kutoka kwa Hashim, tuelekea kaunti namba